Watu wengi tumeweza kushuhudia, kuna video ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha Diamond pamoja na mzazi mwenzake Tanasha Dona pamoja na mtoto wao Naseeb Junior wakiwa wanaenjoy kwa pamoja, wakiwa wanafurahi na mtoto wao kwa pamoja, lakini pia Diamond wakiwa anampatia pongezi nyingi sana Tanasha Dona kwamba mpaka hapo mtoto wetu alipofikia, basi zawadi ya gari kama pongezi ya malezi mazuri kwa mtoto wake, lakini au, au kukulea, ndio maana akampatia zawadi ya gari Tanasha Dona kuonesha kwamba na kupongeza kwa malezi mazuri ya mtoto wangu. Lakini kuna taarifa ambayo Mama Dangote aliweza kuianika mitandaoni na kudai kwamba Tanasha Dona analala kitanda kimoja na msanii Diamond Platinum. Hizo taarifa watu wengi sana wakawa wamezishangaa, kujiuliza kipindi eh, kipindi ambacho Diamond pamoja na Tanasha wanalala kitanda kimoja, yeye Zuchu yuko wapi? Lakini tuliweza kuona namna gani eh, ambavyo Zuchu kwa sasa hivi amemkasirikia sana msanii Diamond Platinum. na hiyo yote ni kutokana na eh, lile jambo la Rita. Uh, Rita aliweza kuja kumvuruga Zuchu sana katika mitandao ya ndugu zake, ndugu zake ya uh, kijamii kupitia katika kurasa wake wa Instagram, aliweza kuonesha wazi kwamba Diamond bado anamtafuta, Diamond bado anatuma ndugu zake, ndugu zake waje kumuombea msamaha kwa Rita. Lakini ukiangalia baada ya lile sakata la Rita, uh, Zuchu amekasirika sana. Lakini pia ukiangalia katika kurasa wa Instagram Zuchu amemblock Diamond, amewablock wana familia wote wa msanii Diamond Platinum. Hiyo ni ishara ambayo inatuthibitishia wazi kwamba Zuchu hayupo pale nyumbani kwa msanii Diamond Platinum. Sasa ndicho kitu ambacho nilikuwa na kizungumza. Zuchu hayupo, ndio maana Tanasha Dona ameweza kupata nafasi ya kuwa karibu zaidi na msanii Diamond Platinum. Sasa Zuchu, eh, kitu ambacho amekitengeneza hajui kuna bomu ambalo ameweza kulitengeneza yeye mwenyewe kwa sababu kitendo cha kuondoka pale nyumbani kwa hasira na kumkasirikia msanii Diamond kwamba ni kwa nini ameenda kumtafuta tena Rita, mchepuko wake. E, lakini ukiangalia ni nafasi ya pekee sana ambayo ameipata Tanasha Dona. Diamond Platnumz ni msanii ambaye tunaweza kusema ni mdhaifu sana kwa wanawake. Lakini mwanaume yeyote ni mdhaifu kwa mwanamke. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kumkazia e, mwanamke kirahisi rahisi. Ukiangalia tena Diamond pamoja na Tanasha wameshawahi kuwa na mahusiano, wamefanikiwa kupata mtoto, basi ilikuwa ni rahisi sana kwa Tanasha Dona kumshawishi msanii Diamond Platnumz awe naye karibu zaidi kuamua kulizungumza ili swala, ameweza kujirekodi video akaweza kuiposti katika ukurasa wake wa Snapchat, akiwa anazungumza kuhusiana na ukaribu wake pamoja na mzazi mwenzake Tanasha Dona. Kwanza kabisa akawa anamsifia kwamba ni mwanamke mzuri, lakini pia ni mwanamke ambaye, eh, hakudhani wala hakufikiri, eh, kama angepata mapokezi makubwa sana kwa mama yake mama Dangote. Ukiangalia Diamond na mzazi mwenzake Tanasha Dona waligombana, eh, ni watu ambao walipishana kauli kidogo. Tuliweza kuona, eh, almost mwaka mmoja Diamond hajawahi kuwasiliana na mtoto wake, Diamond hajawahi kumwona e, mpaka hivi juzi kati tu hapo mwa, mwaka jana 2025 mwezi wa kumi na mbili, Diamond pamoja na Tanasha wakaweka sawa e, wakawa wanazungumza. Baadaye Diamond akamwambia Tanasha, naomba umlete mtoto, mambo kama hayo e, yani kwa sasa hivi wako vizuri kabisa. Sasa Diamond Platnumz, kitu kingine ambacho amekizungumza na kimewashangaza sana watu wengi amedai huenda wakafanikiwa kupata mtoto mwingine na Tanasha Dona. Anakuambia uh, Tanasha Dona ni mwanamke mzuri, ni mwanamke ambaye uh, uh, amemuona bado ana ile thamani kwake, lakini pia ukimwangalia Tanasha Dona tangu kipindi aachane na msanii Diamond, hatujawahi kumuona Tanasha ana mahusiano ambayo ameyaweka kwenye mitandao ya kijamii. Huenda ana mahusiano yake, lakini ameendelea kuyaweka siri. Unafikiri ni kwa nini Tanasha Dona hajawahi kutamani kumuumiza Diamond, hajawahi kutamani kumuoneshea Diamond mitandaoni kwamba na mimi nina mwanaume kama ambavyo Zari anafanya na Shakibu. Zari huaga mara nyingi sana, anajirekodi anapost, ili mradi tu Diamond aone alipoteza kitu cha thamani. Lakini kwa Tanasha imekuwa ni tofauti. Diamond anakuambia ameona kitu cha tofauti sana kwa Tanasha Dona. Tanasha Dona amekuwa ni mwanamke ambaye ana heshima, amekuwa ni mwanamke ambaye ana nidhamu na adabu ya hali ya juu sana, ndio maana ameamua kumpatia nafasi nyingine na ukiangalia sasa hivi Zuchu amenuna na Diamond Platnumz ameamua kuenjoy na Tanasha Dona, kuonesha wazi kwamba bado kuna upendo ndani yao, na huenda Diamond Platnumz akashawishika kumwoa kabisa Tanasha Dona, mke wa pili baada tu ya kudai eh, huenda Tanasha Dona ana mtoto wake wa pili, yani Tanasha Dona ni mjamzito. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuchia maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na turn on, notification.